Je, yeah, unafahamu kinachoendelea kwa sasa katika ukanda wa Gaza? Katika mkutano nadra wa vyombo vya habari uliofanyika katika mji wa Kairo, waziri wa mambo ya nje na mwanadiplomasia mkuu wa Misri Badri Abdillati alikutana na vyombo vya habari na kuzungumza juu ya msimamo wa nchi yake juu ya kuhamisha Wapalestina kutoka Gaza. Badri Abdelati alizungumza hayo mara baada ya kukutana na mwenzake wa Hungary bwana Peter Siato katika mkutano huo uliofanyika hapo mjini Cairo, na kusema kuwa hakuna njia yoyote ambayo Israeli inaweza ikapata usalama na utulivu katika eneo hilo pasi na kuhakikisha kuwa Wapalestina wanapata haki yao ya kumiliki nchi yao kulingana na mipaka ya nchi iliyowekwa toka mwaka 1967. Mkutano huu unafanyika wakati ambapo Israeli inaendeleza vita vyake dhidi ya Gaza mara baada ya kumaliza usitishaji wa mapigano uliodumu kwa wiki mbili, hali iliyopelekea kuleta ahueni kwa Wapalestina wengi walioonekana kuchoshwa na vita na hata kupelekea msaada ya kibinadamu kuingia kwa urahisi katika eneo la Gaza. Ripoti kutoka Wizara za Afya za Gaza zinaeleza kuwa zaidi wa Palestina elfu hamsini wamefariki dunia tangu kuanza kwa mapigano haya ya Israel na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 huku 113274 wakijeruhiwa kutokana na mapigano haya. Juhudi mpya za usitishaji wa mapigano kati ya Israel na Hamas bado hazijafua dafu, huku Hamas ikitoa ombi kali kwa Israel kusitisha urushaji na utupaji wa mabomu karibu na maeneo ya watu katika eneo la Gaza. Je, una maoni gani juu ya hili? Naitwa Nyamgumo Mahmud, Dosti Habari.